Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, Irina Bokova amesema tume hiyo ina nguvu kwa sababu ya ushirikiano unaopata kutoka kwa nchi wanachama, hivyo inaziomba nchi hizo kuendeleza kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufikia malengo waliyojiwekea. Bokova ameyasema hayo wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa thelathini na tisa wa UNESCO unaohusisha nchi wanachama duniani kote ambao umesisitiza pia suala la kudumisha amani, upendo miongoni mwa nchi hizo. Waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Joyce Ndalichako pamoja na balozi wa Tanzania nchini Ufaransa balozi Samuel Sherukindo wameshiriki mkutano huo. Mkutano huo mkuu umefanyika kila baada ya miaka miwili na kuhusisha nchi zote wanachama UNESCO.